Bwana amefufuka, aleluya, aleluya, kaburi li wazi. Ndiyo maneno ambayo tunayaanza katika sikukuu hii ya Pasaka, kipindi cha siku hamsini, kipindi ambacho kihistoria wana wa Israeli walikumbuka kukombolewa kwao kutoka katika utumwa wa Misri. Ndiyo sikukuu ambayo sisi kama Wakristo tunaichukua na tunakumbuka Bwana wetu Yesu Kristo alipotukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi, akatupa uzima mpya. Sikukuu hii ya Pasaka ndicho kiini cha msingi wa imani ya Kikristo. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anaita hii sikukuu ya Pasaka kama sherehe kati ya sherehe. Mtume Paulo kwa Korinto katika waraka yake wa kwanza sura ya 15 aya 14 anasema kwamba ikiwa Yesu Kristo hakufufuka wa katika wafu imani yetu ni bure na mahubiri yetu hayana maana kabisa. Lakini je, sikukuu hii ya Pasaka ina maana gani kwetu sisi kama Wakristo? Mara nyingi tumeadhimisha siku ya Pasaka kama maadhimisho tu ya kiliturujia, yameishia kwa maadhimisho ya kikanisa, na tunaporudi katika maisha yetu ya kawaida, kule tunarudi kule kule mwanzo katika maisha yetu ya giza, tunasahau kabisa maana halisi ya Pasaka. Lakini tunajifunza sisi kama Wakristo kwamba sikukuu ya Pasaka inabidi iwe mwendelezo wa yale mambo ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alitufundisha: kuishi imani, kuwatumikia wengine, kuwasaidia wanaoteseka wafariji wagonjwa na mambo mengine mengi kama hayo. Ndugu zangu wapendwa, mitume wa Yesu baada ya kukutana na huyu Yesu mfufuka hawakubaki kama walivyokuwa, walibadilika kabisa. Kigiriki wanaita metanoia, walikuwa watu wapya kabisa. Walizidi kumshuhudia Yesu Kristu katika mambo aliyowafanyia bila woga. Ndugu zangu, je, sisi kama Wakristu tupo tayari kumshuhudia huyu Yesu Kristu katika mambo mengi aliyotutendea katika maisha yetu? Mtume Paulo anatukumbusha kwamba tuvae utu upya. Kipindi cha Pasaka kiwe ni kipindi cha kuvaa utu upya, tumshuhudie huyu Yesu Kristo katika maisha yetu, katika kazi zetu, katika familia zetu, na katika jamii zetu na taifa letu zima kwa ujumla. Basi kama yule askari wa Kirumi pale msalabani alivyosema, hakika huyu ni mwana wa Mungu, sisi nasi kama Wakristo watu wa nje watu wa mataifa waweze kusema kwamba hakika hawa ni mashuhuda wa kweli wa Yesu Kristo kutokana na matendo yetu. Nipende kuwatakia Pasaka njema na tumsifu Yesu Kristo.